Watazamaji wa Jamii Plus nawakaribisha sana, ikiwa leo ni siku nyingine tena, tunaendelea na simulizi zetu nzuri sana ambayo inaitwa Uchawi wa Babu. Tunakumbuka kwamba kijana Ramadhani alikuwa amekwisha kupewa masharti, utabiri na pia pia aliyekuwa amepewa vigezo ambavyo atavifanya ili aweze kurithishwa uchawi, lakini kijana huyo mdogo mwenye umri wa miaka 13 basi ilikuja kuonekana anafanya vitu ambavyo yeye hakuvitaka, ila alishinikizwa na babu yake ambaye alimpa ujuzi huo kwa lazima ili aweze kusaidia kijiji. Ni siku chache zimepita baada ya kutaka kuendelea na stori hii, na hivyo sasa ni kuasi. Kama bado hujasubscribe, basi hakikisha umebonyeza maneno mekundu subscribe, ujiunge pamoja na sisi ili tuweze kuendelea na simulizi mbalimbali zitakazopatikana katika channel yetu ya Jamii Plus, ili uweze kuenjoy na kupata simulizi bora zaidi, au hujawahi kuziona katika au sehemu nyingine yoyote. Tunaendelea. Baada ya kuchukua kile kiroba na kufunga wale nyoka watatu katika kile kiroba, Ramadhani alichukua kile kiroba na kukifunga kwenye ule mti ambao alielekezwa na babu yake. Waligeuka wakatembea kwenda nyumbani, na ilikuwa ni majira yale ya usiku kwa wakati ule. Walifika nyumbani, waliingia kimya kimya, na walienda kila mmoja kwenye nyumba yake aliyokuwa akilala. Tunafahamu kwamba Ramadhani yeye alikuwa akiishi na mama yake, ambaye yeye alikuwa ndo mtoto wa yule mzee, ambaye yeye yule mzee aliweza kumchagua Ramadhani kama mjukuu pekee ambaye yeye alimwamini na kutaka kumrithisha uganga ambao angeweza kutibu wanakijiji na vijiji vingine hivyo vilikuwa vikiwazunguka, ili kuweza kuwapa matibabu watu waliopata shida za uchawi, na pengine hata magonjwa yale yaliyoweza kutibika na miti shamba. Utabiri ulikuwa ni kijana Ramadhani atakuja kuuawa na nyoka yule mweusi ambaye yeye alikuwa amemweka mdomoni alivyotema akawa amedondosha chini na kubadilika kuwa mweusi, lakini wale nyoka wa kijani wawili wao walibaki. Lakini tunakumbuka kwamba aliweza kuweka kwenye mfuko mmoja, ambao huo mfuko ndio alokuwa ameelekezwa na babu yake awaweke wote. Ilipita siku tatu baada ya tukio lile. Ramadhani aliendelea na masomo yake kawaida, akienda shule, lakini huko shuleni alikuwa hana amani. Alikuwa kijana mwenye mawazo sana ambaye alikuwa kuweza kusema chochote kwa mtu yeyote. Hata vile alikuwa akiwa nyumbani, basi alikuwa akinyamaza kimya. Mama yake alianza kumuhisi kijana wake hayuko sawa. Siku moja majira ya jioni, wakiwa wanakula Wakiwa wamekaa nje, kama tunavyofahamu katika vijiji vingi, basi ulaji wa nyumba za kijijini, basi huwa watu wanakaa nje kwenye ule mwanga wa mbaramwezi, na hapo ndipo sehemu ambayo watu hutumia kula chakula kwa wakati huo. Wakati wakiwa wanaangaziwa na, wa na mwanga wa mbaramwezi, mama yake alimuuliza Ramadhani, niambie mwanangu, mbona siku hizi unakuwa mkimya sana? Sivyo kawaida yako, sijakuzoea hivi, mtoto wangu, una shida gani? kuna tatizo lolote ukiwa shuleni au kuna mwalimu ambaye anakusumbua shuleni? Ramadhani alijibu kwa upole, hapana mama, mimi niko sawa kabisa, na ni hivyo tu, nimeamua siku hizi kuwa hivyo. Babu yake alisikia maswali hayo yakiulizwa huko nje na yule mama. Babu yake alikuwa katika nyumba yake ambayo ilikuwa ni nyumba ya msonge yalowezekwa kwa nyasi. Alisikia sauti hiyo na hivyo aligonga gonga mlango na fimbo yake, alikuwa akipenda kutembea nayo na kutoka nje Alimwita mama yake Ramadhani na kumwambia naomba, utoe watoto nje, ni muda wa kuingia ndani, ni usiku huu sasa. Mama alimjibu hasujamaliza kula. Baba akamwambia ingia ndani, nimesema ingiza watoto ndani na mwende kula. Ramadhani, uje kwenye nyumba yangu. Babu aliweza kumwita Ramadhani katika nyumba yake, na hivyo aliamua kunyenda naye kuzungumza. Alimuuliza, mama yako alikuwa akikuuliza nini? Ramadhani alijibu Mama aliniuliza kwa nini siku hizi nimekuwa hivyo, siwezi kuzungumza, amenihisi kwamba nimekuwa mpole sana, mjukuu wangu. Babu yake alimjibu, naomba Ramadhani, simama kama mwanaume, wewe tayari una umri mkubwa. Umri wako mimi nilikuwa tayari nimekwisha kwenda jando, nilikuwa tayari nimekwisha kuwa mwanaume kujitegemea, nilikuwa napewa mifugo na kuipeleka polini na kuirudisha. Ndio maana unaona mpaka sasa nimekuwa jasiri na nimekuwa mwenye nguvu kiasi hiki. Kwa hiyo nikuambie jambo la msingi mjukuu wangu Usipende kukaa na wanawake katika maeneo ya jikoni, na wewe ni mtoto wa kiume, hakikisha unakaa nje tu, usikaribiane na moto, na ikifika majira ya jioni kula chakula haraka haraka na, na uje hapo unituongee, alafu uende chumbani kwako kalale. Ramadhani aliitikia ndiyo, babu, nimekuelewa. Akamwambia nenda ulale, lakini kuna muda nitakuamsha uwe macho. Waliagana kwa wakati huo na babu yake aliweza kufunga mlango wake na kutulia, lakini babu yake alikuwa ni kama mtu aliyeigama mvua, ambaye alikuwa akisubiri matone ya mvua yakwisha kudondoka kutoka angani, basi na hivyo aweze kuendelea na safari zake. Babu huyo alitazamia kwamba watu waweze kulala, na hivyo baada ya kuwa kumetulia, kukiwa shwari, kimya, hakuna minong'ono wala nyayo zote zotembea nje, babu alifungua mlango taratibu na kutoka Babu huyo alitoka amevaa kaniki, yaani maana yake shuka jeusi ambalo alikuwa amejifunga rubega na moja alikuwa amejifunga kiunoni. Alitoka na hivyo alisimama nje katikati ya uwanja wake wa mji. Alianza kuchimba kwa kutumia kisu chembamba chenye ncha kali ambacho alichimba katikati ya mji wake, na hivyo alifukua kitu ambacho kilikuwa ni kama kibuyu. Baada ya kukitoa kibuyu katika mji wake katikati ya mji, alitoka nje na kwenda kumwita, alienda kumgongea kijana Ramadhani katika chumba chake alichokuwa amelala, aligonga Ramadhani, Ramadhani, amka, ni muda sasa huu. Ramadhani aliitika, lakini alikuwa na uchovu, alikuwa tayari hali ameshaanza kusinzia. Alitoka akiwa yuko kifua gemu, yani hajavaa t-shirt aliokuwa ametakiwa kuivaa, na hivyo alitoka na bukta tu, na alitoka akimuuliza babu, kwani kumekucha? Babu yake alimwambia hapana, nimekuita, nataka nikukabidhi kitu, ni kuonyesha njia ya kwanza. Somo lako la kujifunza kuhusiana na suala hili linaanzia leo. Ramadhani alimjibu babu yake sawa, kwa hiyo natakiwa nifanyaje? Akamwambia kavai tisheti na utoke nje, uje hapa katikati ya mji. Wakati haya yakiendelea, kwa bahati mbaya isivyo bahati nzuri, basi walisikia mtu akitembea katika njia pembeni mwa njia ambayo ilikuwa ikipita karibu na mji wake wa mzee Juma, na hivyo Ramadhani aliweza kukimbia na kuenda katika eneo la mgeti ambalo ka anatakiwa kupita, na babu yake alimwelekeza kwamba huyu mtu akishapita, hakikisha umechota nyayo, yaani mchanga aliokanyaga huyo mtu. Basi yule mtu alipita akasalimia, lakini mzee huyo hakuweza kuitika. Aliitwa mzee Juma, "Mzee Juma, habari za saizi? naona uko nje unaangalia angalia usalama." Yule mtu alikuwa ni mlevi, basi alipita zake, lakini hakuweza kujaliwa. Mzee Juma alishindwa kujibu kutokana kwamba alitoka nje kwa kunyata, na hivyo hakutaka mtu yoyote katika familia yake aweze kufahamu swala lake, isipokuwa yeye na Ramadhani. Ramadhani alienda akafanya kile ambacho babu yake alimwelekeza. Alichota nyayo au eneo ambalo kwamekanyaga yule mtu alipita mlevi. Basi walichota na hivyo walimpelekea babu yake. Babu yake akamwambia, hii ndio njia ya kwanza huwa tunapenda kutumia, kwamba ukiwa unafanya mambo yetu au mambo kama haya, akipita mtu ukiona amekuona, basi akikusemesha usizungumze. Ukiwa umejiandaa kuanza kufanya mambo kama haya, hakikisha unachota nyayo yake na ukishaichukua kaweke maji na uende uoge. Hiyo ilikuwa ni njia ya kwanza ambayo Ramadhani aliweza kuelekezwa. Ramadhani alishangaa nikachote mchanga na pia niweke kwenye maji nikaoge kivipi babu? Babu yake alimwambia nitakuelekeza kesho, hivyo nahitaji uweze kuendana na mimi moja kwa moja, tuende katika ule msitu tulipofunga ule mfuko, ili tuweze kuangalia tumefikia wapi. Waliongozana babu yake na Ramadhani. Alishika fimbo yake aliyopenda kutembea nayo sana, hivyo alitembea nayo hadi kuelekea katika njia za msitu. Alikwenda kukutana siku ile, wakati ule alimtuma Ramadhani msituni Ramadhani alifata nyuma akitembea akiwa miguu peku bila kuvaa viatu kiasi, kitu ambacho kiliweza kumfanya atembee kwa usalama au kwa usahihi zaidi bila kusikika nyayo zake au kishindo, kwa maana babu yake alimwambia ya watembee kwa njia hiyo. Walitembea na moja kwa moja walifika katika eneo lile waliokuwa wamekwisha kukubaliana, na hivyo mzee yule, baada ya kufika pale, mzee Juma alikuta wenzake kilinge cha wazee wengine waliokuwa wamejipaka majivu meupe katika nyuso zao na kujiekea rangi za damu, na hivyo kuvaa makaniki meusi na mekundu wengine. Na hivyo kulikuwa kuna mkuu wao mmoja ambaye yeye alikuwa amevaa kofia liliokuwa na pembe na rangi nyekundu. Walikaa katika msitu kwa wakati huo. Ramadhani aliambiwa achuchumae chini kwa haraka zaidi, hivyo alichuchumaa akiwa pembeni tofauti na ule mzunguko ule kwa wale wazee. Katika mzunguko huu kuna bibi mmoja alizungumza, alimwambia Mzee Juma, umetuletea kijana mdogo sana, nafikiri kijana huyu hataweza kukaa na mambo haya katika siri. Mzee Juma alijibu kwa ujasiri "Kimjukuu wangu Ramadhani ninamwamini sana na ndiye mjukuu atakayebeba mikoba yangu katika familia yangu na hivyo sitaki mtu yote amzungumze vibaya, ninachohitaji mumtie moyo kijana huyu na ataweza kufanikisha mikoba yangu." Mkuu wa kikao au ambaye alikuwa kiongozi wao aliweza kuwaambia sasa, naomba mnyamaze. Na hivyo alionyamazisha, akawaambia katika jukumu ambalo tunalo sasa, tunahitaji tuweze kutia ugonjwa katika kijiji hiki, na vijana ambao tutakaowaandaa, kila mmoja atakaeleta kijana wake, basi atahakikisha kijana wake anafanya majaribio ya kutibu ugonjwa ambao tutakuwa tunauweka na kijana atakayeweza kutibu ugonjwa huo, basi yeye ndiye atakuwa kiongozi wa kuchukua nafasi yangu. Katika vijana wote atakaowaleta, atakayefanikisha masuala haya vizuri, yeye ndiye atakayekuwa na nafasi ya kuwa kiongozi kama mimi. Na hivyo nitaomba kila mzee yeyote aliyoko hapa, wazee wenzangu, hakikisheni vijana wenu wawe na utimamu katika mitihani ambayo tunawapa. Kuanzia wiki ijayo ugonjwa utaingia katika kijiji chetu, na hivyo tutahitaji vijana hawa ambao tumewateua waweze kupambana jinsi ya kutibu. Nitaomba kila mmoja amsaidie kijana wake, ili mweze kupata kiongozi atakayekuwa imara na atakayeweza kushika mikoba yetu na kuwaongoza wengine. Tumekubaliana? walitikia kwa pamoja, wote walisema wamekubaliana. Ramadhani anasema kwamba yeye alikuwa amechuchumaa chini kwa muda mrefu sana akisikiliza wakizungumza, alishindwa kuelewa ni nini ambacho kinaendelea lakini sivyo bahati aliamua kuotoka na kumwambia babu yake, tunaondoka sangapi. Babu yake alimwambia, naenda kaangalia ule mfuko waufungue, kwa sababu nataka wewe uwe kiongozi katika wachawi wote hawa, na wewe uwe kiongozi au mganga mkuu, na uweze kuwaongoza vijana wengine. Kwa hiyo nitahitaji niweze kukufundisha zaidi, ili uweze kushika nafasi ile, yule ya yule mzee leka pale, alivaa kofia na pembe. Ramadhani alimuuliza babu, kwani na mimi nitavaa kofia ya pembe? Alimwambia, ndio Ukiweza kufaulu mitihani itakayotolewa, basi wewe utakuwa na nafasi ya kukaa kwenye kile kiti na kuvaa ile kofia ya pembe. Waliondoka taratibu wakitembea kuelekea kwenye ule mti walokuwa wamefunga ule kile kiroba cha wale nyoka. walivyofika pale. <coughs> Walivyofika pale, walikuta wale nyoka wakiwa wamekuwa kiasi kiasi kwamba walikuwa na uwezo wa kutoka au kuanza kung'atang'ata ile mifuko na hivyo kutengeneza matundu matundu madogo madogo ambayo ilisababisha sisimizi walioingia kutoka kwenye miti waende kuingia katika ule mfuko na kuwatembelea wale nyoka, lakini babu yake alimwambia ya Ramadhani nitahitaji uchukue wanyoka wote uwashushe chini, na hivyo leo tutaenda nao nyumbani, tuende nao nikakuonyesha jinsi ya kuweza kuwatunza. Na hawa wanyoka wote wana hatima ya maisha yako, wana hatima katika utibabu wako, wa utimamu wako wa kuweza kutibu watu katika kijiji hiki na kuwasaidia waweze kupata matibabu hayo. Hivyo waliondoka na kuwabeba walinyoka kuelekea nyumbani. Mtazamaji, hii ni episodi ya pili. Je, episodi ya tatu itakuwaje? na kama watafika nao nyoka nyumbani, je watawaweka wapi ili wasiweze kujulikana? Na je wanafamilia wa mzee Juma hawataweza kufahamu? Mama yake Ramadhani akigundua Ramadhani ameanza kushirikiana na babu yake, itakuwaje? Usikose katika episode ya tatu. Na kama bado hujasubscribe katika channel yetu, basi hakikisha unafanya hivyo uweze kufahamu au kufuatilia mfululizo wa simulizi zetu hizi ambazo zinakuja za kuvutia, kusisimua na kufundisha pia ni kuwage kwa sasa, ni kutakie uwe na wakati mwema, tukutane tena katika episodi ya tatu. Bye, bye.